Miaka arobaini na tisa, Dimitri Pantev ndiye kocha mpya wa wekundu wa Msimbazi, Simba. Kwanza Picha linaanza kocha mwenye anatisha, anamita tu kama yote mwilini, alafu ana kipuli huku na huku na staili yake ya nywele <laughs> Limbe, Kameruni. Huko Limbe, unakosikia Kameruni ni miongoni mwa maeneo ambayo mpira wala sio sana, sio vitu vyao sana, lakini yeye kwa mara ya kwanza klabu kutoka Limbe imebeba ubingwa ligi kuu ya Kameruni, ni Victoria United chini ya Dimitri Pantev. Baada ya hapo ametoka uh, akaingia zake ndani ya Botswana, Orapa United. Ndani ya Orapa United alifanikiwa kuipeleka group stage ya CAF Confederation Cup last campaign, na kule kundi lao lilikuwa gumu, lilikuwa na ASEC, USM Alja na AS Jaraf ya Senegal. Mambo hayakwenda vizuri sana, akamaliza wa mwisho, sio ishu. Baada ya hapo, akachukuliwa na Haboroni United The Reds, yes, baada ya kufika kwenye kikosi hicho, aliwezesha miamba hiyo kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Botswana inaitwa FNB Premier League. Kwa nini alivyotoka Kamerun alienda Botswana, na ikiwa Kamerun ni taifa kubwa kuliko Botswana? Kwa sababu makocha wengi wanakimbilia haya mataifa ambayo yapo karibu na Afrika Kusini kwa ajili ya kutafuta tiketi ya kuingia Afrika Kusini ambako wanalipa fedha nyingi. Sasa, out of Afrika Kusini, taifa nyingine ambalo wanalipa fedha nyingi ni Tanzania, na ndani ya Tanzania moja ya klabu heavyweight ambayo ina fedha nyingi na ina msuli mkubwa kimataifa ni Wekundu Msimbazi, Simba, ambapo Dimitri ndo ameingia sasa hivi. Kwa hivyo amefika pale ambapo alikuwa anahitaji kwa muda mrefu. Yes, sasa hiyo ni tathmini fupi ya kocha Dimitri Pantev kwa mtazamo wako wewe kama shabiki wa Simba kama mdau tu wa soka kwa wasifu huu mdogo ambao nimeweka hapa unamwona Dimitri Pantev akitoboa ndani ya Simba akifika mbali ndani ya Simba wewe mtazamo wako uko vipi basi weka komenti yako hapo kwenye comment section